Unawezaje kufanikiwa kwenye jambo lolote ambalo umechagua kulifanya? Ili uweze kufanikiwa kwenye jambo lolote ambalo wewe umechagua kulifanya, hakikisha unakuwa na focus. Focus it means follow one course until success. Kwa mara nyingine, focus maana yake ni pale unapokuwa na uwezo wa kufuata kitu kimoja mpaka utakapoona matokeo yako. Mara nyingine Focus ni pale unapokuwa na uwezo wa kuwekeza nguvu zako, akili yako, muda wako, fedha zako kwenye eneo moja ambalo wewe umechagua kulifanya. Mpaka uhakikishe umepata matokeo ambayo wewe unayahitaji. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwenye jambo lolote ambalo umechagua kulifanya, hakikisha unakuwa na focus. Usiwe mtu wa kuanza na kuishia njiani kila siku. Na leo unashindwa kufanikiwa kwenye jambo ambalo umechagua kulifanya, kwa sababu hujui nini cha kufanya. Mara nyingi unapokuwa hujui nini cha kufanya, utakuwa mtu wa kuanza upya kila siku, utakosa focus kwenye jambo ambalo unalifanya. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwenye jambo ambalo unataka kufanikiwa, hakikisha unajua nini unakifanya. Then focus kwenye jambo ambalo umechagua kulifanya. Maana wekeza nguvu zako, muda wako, akili yako, nguvu yako kwenye jambo ambalo umechagua kuifanya. Hakika utakwenda kupata matokeo ambayo wewe unahitaji. Bila kusahau mafanikio yako ndiyo flya. Asanteni sana kunisikiliza. Na Mungu awabariki.